Karibu katika shoka la KTN. Lakini kabla ya hapo hebu tazama huyu jamaa hapa. There is nothing I apologize for because the clarity of mind I have is very clear. Tunamulika uvujaji wa maadili unaojitokeza wazi katika matamshi ya kiongozi mmoja kule Bonde la Ufa. Dhihirisho tosha kuwa kuna watu na viatu. If Professor Kithure Kindiki can become a Minister of Interior and also become the Deputy President He can do it because now the minister in charge is busy with social media kwa kutafuta sifa zisizo thamani. Mwafulani anashabikia maovu na ukoloni mambo leo, tena hadharani anaendekeza matamshi ya kububaja na kuropoka kana kwamba akili imeganda. Ole wako mwafulani, namzungumzia seneta wa Nandi, Samson Cherargei, apea wachai mandasi, apea mutogoi apewa kitheri apewa mursik ile chakula yote wa Kenya kule kule State House. Muheshimiwa anayeivua heshima na staha, ila ole wake bila chembe chembe ya haya katika mkutano kule bonde la ufa, mkutano uliofaa kusheheni heshima za heshima na waheshimiwa, Cherargei alisimama kifua mbele akitabasamu na kupongeza rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwa kunyamazisha sauti za wale wanaotetea haki. I want to ask President Museveni and President Samia Suluhu Hassan if you get any busy bodies activist who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country. Finya hawa warudishe nyumbani tuwamalizie. Mm, kwa kweli aibu ya mgema ni mataputapu, ila ole wake Cherargei kwa kupayuka. Cherargei huyu alipongeza ukandamizaji wa haki akitamka kuwa wale ambao wanatafuta haki wanapaswa kwanza wafinywe huko nje kisha warejeshwe hapa nchini waweze kumaliziwa na kukomeshwa kabisa. Amini usiamini, haya ni maneno yanayotoka kwa kinywa kinachonuka. Hebu sikiza. That are there those. Huyu ni kiongozi anayejitambulisha kama mwanasheria, wakati elimu ya sheria haipo kichwani. Wakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo walipotokomezwa kwa siku thelathini na nane bila kuwasiliana na familia zao, wasijue waliko hai mamati au maiti, Museveni alithubutu kutabasamu, akakejeli kuwa walihifadhiwa kwenye friji friji, kana kwamba binadamu wamegeuka nyama tu. Hebu msikize. of course with our very good intelligence system we picked them up and they have been in the, in in, in, in the fridge for some days <laughs> Na baada ya haya Cherargei alitabasamu akibeza uchungu wa familia na jamaa wa Njagi na Oyoo and you say rudisha hawa nyumbani tutawamalizia is to take good care of them. Mm-hmm. Watu au viatu hawa, ila ole olewake, chambilecho mwanasheria Nelson Harvey alimwita Cherargei omwiyambi. You know, where I come from uh, the king and the chief is not permitted to fart. In the likely event that he farts, there is always a gentleman by the name omwiyambi, the king's exhauster who takes responsibility and liability for, yeah, the king's fart, that is the misfortunate I told that Cherargei has been given in the king's court. Huenda Cherargei amekuwa zezeta kwa niaba ya mtu fulani na hatumiki tena waliomchagua na amekuwa mtumwa wa ukoloni mamboleo. Ni kiongozi gani anayeshabikia utovu wa nidhamu? Ni mwanasheria gani anayepiga makofi sheria inapovunjwa? Hebu wazia hili. Huyu ni mtu anayesukuma hoja ya kuongeza muda wa rais madarakani hadi miaka saba. Eh, it is important that I have heard Kenyans, others are proposing three years, two years, four years, five years, seven years. I'm proposing, uh, seven years, hiyo ni sawa na kuongezea Wakenya muda zaidi wa mateso na kuwaacha wakiwa wamekata tamaa hata zaidi. Kama hii miaka mbili kielekea miaka tatu tunaona ni kama ni miaka mia moja Tumechoka sasa, ndio tutachoka tuta ache miaka saba, we Cherargei. Na ujue Kenya ya sasa, Cherargei, si ya zamani bwana. Wakenya hawafumbii tena macho ukaidi. Ni mpongeze yule ambaye ni waziri Kipchumba Murkomen, aliyesema alikuwa mwalimu wako na ulipata alama za chini sana, mwanafunzi wa chini zaidi. Hilo linakufaa wewe, seneta Cherargei omwiambi. Na hilo ndio shoka la like KTN.